Okay guys, karibu tena eh, katika chaneli yangu pendwa kabisa ya Teacher Sauti ya Sifa. Leo nimekuja kufundisha jinsi ya kuweka eh, saundi nyuma ya video eh. Inaweza kuwa mabiti ya kuogopesha ama saundi za vicheko ama saundi za huzuni ama saundi zozote zile, mfano saundi ya kicheko <laughs> no, no, no, no. <laughs> sound ya huzuni: mikono yangu ina nguvu tena Miguu yangu haiwezi tembea. Saundi ya kuogopesha. Miku... ya saundi ya kawaida, saundi ya mziki. Okay, hizo ndo saundi ambazo zinakwenda kujifunza jinsi ya kuweka nyuma ya video hizo zinafahamika kwa jina la soundtrack. Ukisema soundtrack, utakuwa umetaja aina hiyo ya miziki, aina hiyo ya video. So niko sehemu fulani hivi niko job. So niko na saidia ya familia kidogo hapa job. Kwa ndio maana unaona kuna kelele kama za pikipiki, lakini pia nimesimama eneo fulani hivi. Twende sasa moja kwa moja kwenye video tukaanze kujifunza jambo hilo moja kwa moja. Okay, guys karibu tena eh, katika kio changu cha simu kwa mara nyingine tena, leo nataka niende kwa kufundisha jambo moja muhimu sana, hasa kwa wale ma creator content ama watengenezaji wa video. So nimekuwa nikitoa mambo mengi sana ambayo yanakusaidia kutengeneza video nzuri kupitia simu yako ya mkononi na leo nimekuja na jambo la kuweka sound track. Hizi zinaitwa sound track, ila mtu anaweza kuita kwamba e, jinsi ya kuweka e, miziki ya kuogopesha kwenye video, jinsi ya kuweka vichekesho ama vicheko, jinsi ya kuweka sijui sound za kawaida, jinsi ya kuweka tu sound. Kwa kifupi yani sauti fulani ama beat ama sauti nyingine kwenye video. So leo nimekuja kwa ajili ya jambo hilo. Uh, cha kwanza kabisa itakubidi uwe na editor yoyote, editor yoyote kama kawaida, mimi napenda kutumia YouCut. Nadhani na wewe YouCut utakuwa nayo hapo kama unanifuatilia vizuri. So, YouCut eh, itakuwezesha wewe kwenda kuweka hizo sound track. Sasa YouCut itafunguka kama hivi. Hapa, YouCut ikishafunguka, utabonyeza ili jumrisha. Ukishabonyeza jumrisha, utaenda pale katika neno ambao limeandikwa project ukiingia hapo katika project, so itakutaka uweke video yako ambayo unakwenda kuedit ama unakwenda kuweza kuifanyia uboresho wowote ule hasa kuenda kuedit. Sasa mimi hapa takwenda kuedit video hii hapa, ambapo nitaibonyeza. Nikishaibonyeza kwa mara ya kwanza, video ndio kama hii hapa, itazame hii ni video ambayo nimesha edit, yani nime nime edit wanasema video bado kuweka sauti. Kwa hiyo sasa, hii ni moja kati ya igizo ambalo linatakiwa liluke katika chaneli yangu nyingine ambayo ipo hapa YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Sauti ya Sifa Film. Yes, kama hivyo navyopata kuona hili igizo, lakini halina sauti yoyote kwa hiyo sasa hili ndio tutakwenda kuwekea sauti, kisha baada ya hapo kwenda kuweza kuliedit vizuri kabisa, kuweka sound track vizuri kabisa. Niko maeneo ya kazini lakini nimeona kwamba nitoe tu hii video, kwa hiyo kelele ni nyingi sana. Nani kachimba ile kaburi? Okay, utapiga tiki alafu zeni utakuja kupiga kamshale haka hapa. Naam, ikishafunguka itakuwa kama hivi. Wecha kufanya utakwenda kuangalia haya maneno haya ambayo yako hapa, utaanza kusoma. Kuna train, kuna muziki, kuna filter, kuna effect, kuna text, kuna sticker, kuna pip, kuna speed, kuna captions, kuna big ama background, kuna record, kuna volume, kuna rotate, kuna flip, kuna crop wewe utakwenda katika neno ambalo limeandikwa muziki, utalibonyeza, tap. Ukishabonyeza hilo neno ambalo limeandikwa muziki, so utachagua ni aina gani ya, ya saundi ambayo unataka kuweka katika video yako, kutokana na video yako, jinsi ulivyoipanga ama kuipangilia, inataka wimbo gani. Sasa mimi nitakwenda kutafuta hapa E, sound yoyote ambayo iko hapa maeneo haya hapa, so ta search hapa sound ambayo utakuwa naridhika nao kiweka pale. Yes, sound is hapa. Uta search tu na hakikisha kwamba sound unao search unao kwenye simu yako uweze ku search sound ambayo hauna. Mfano kama mimi hapa nime search maigizo, kama sina maigizo hayatakuja. Kwa hiyo search kitu ambacho kipo katika simu yako ya mkononi so nitakwenda kuangalia hapa na nini ambacho nakitaka. Mfano sasa, mimi nitakwenda kuweka hii hapa hapa. E, utakuwa unaenda unapanga saundi we mwenyewe, so kwamba saundi unazozisikiaga kwenye maigizo au kwenye video zozote, kwamba wga zinajiweka no, saundi waga unazipanga wewe mwenyewe, mfano kama hapa ni lazima niweke saundi ya hapa, ni lazima niweke saundi ya kuogopesha maeneo haya. Kwa hiyo hapo tutakwenda kutafuta saundi nyingine, hapo takwenda kutafuta saundi nyingine ambayo itakuwa inaleta motisha fulani ama inaogopesha kitu fulani kutokana na video jinsi ilivyo. So kwamba saundi unazosikia labda nshwa au labda DJ kwamba zinajiweka no, wa editor anakaa video hata kama ikiwa na masaa manne anakuwa anaenda, anapangilia sauti, ndomaana wago naonaga kuni maigizo kwamba kuna saundi by nani edita video nani, yani kila mmoja ana kitengo chake. Kwa hiyo hapa takwenda kuweka pia, tena wanasema kionjo, yani takwenda kuweka kama hivi. Umeona hapo imeleta maana, japokuwa usikii vizuri ila utakwenda kuisikia hapo mbele. Je, imekuwaje? Tizama. Hapo sound zinakuwa zimekataana. Kwa hiyo utapanga zime sound kutokana na wanasema jinsi kitu chako kinavyoenda. Mfano kama mimi hapa, movie inavyoenda inatakiwa kuogopesha sana. Leo nimekuja kufundisha tu, hii ni movie ambayo inatakiwa inuke kupitia Sauti ya Sifa Films. Kwa hiyo sasa utanivumilia kwa sababu sitoipangilia ki, yaani, yaani kubezi moja kwa moja, yaani nimekuonesha tu wewe, ili ujue jinsi ya kuweka mpaka movie inapokamilika. Yes hapa kafanya kama vile kashtuka, kwa hiyo zeni ni lazima pia niweke kionjo ama mshtuko wowote, so na hizo mishtuko ni lazima uwe navyo, yani lazima ya yeah, lazima uwe na hivyo vitu ambavyo una visachi hapa. Hapa kimfano, utasema mshtuko. Yes, mshtuko ni nao mimi kwa hiyo, nikiandika itakuja. La kwako, ukiandika itakuja kwa sababu hauna. Sikiliza, Tachagua hapa kuweka mshtuko hapa, yani video ni kwamba unaenda unaipangilia wewe, unabonyeza tu hili neno muziki, unachukua saundi ambayo unayo kwenye simu yako. Mwona hii hapa, mwona mfano kama hapa mfano kama hapa kuna biti moja linalia chini na mshtuko mwingine nimeweka juu, kwa nitafanya vita play. Unaona hapo waliposhtuka takata kwanza, au mlio wa chini. Mlio wa chini utaukataje? Utabonyeza hicho kipande cha nyimbo, alafu z utabonyeza spri, spri, ama siripti. Kwa wale wote mnaonifuatilia nzani mnajua, utaipiga tap, kisha piga uta, uta delete Baada ya kudiliti, utatesti. Je, ipo sawa? Tizama, umeona? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo wanakwenda wanaweka biti kama hizo hapa. Kwa hiyo tena tatafuta biti nyingine, pia nalo itakuwa la maigizo ambalo litaleta motisha, yani ambalo litafanya movie iwe, yani inanoga. Kwa hiyo kama hivyo, japokuwa ni japokuwa nimekwambia ni kwamba ni kwa sifatilii sana, yani si yani, tuseme sipendezeshi sana kwa sababu nakuonesha tu. Utakuja kuona hii movie kwenye chaneli yangu nyingine. Hakikisha pia unaenda kwenye hiyo channel na subscribe channel, inaitwa Sauti ya Sifa Films, sawa? Hii inaitwa Teacher Sauti ya Sifa, okay. Tatafuta tena beat lingine hapa ili litaliweka hapa. Tizama. kwa hiyo utakuwa unaenda unaweka zile effect, muona nam, nachagua zile effect ambazo utakuwa nazitaji, ama sound ambazo utakuwa nazitaka. Tizama. Nani kachimba ili kabuli? Umwona, tizama. Nani kachimba ili kabuli? So, nakata hapa vipande ambavyo vitakuwa si havinivutii, kwa hiyo nakuwa na vikata Yes. Lakini unaweza kuwa na nyimbo nzima kabisa ambao ni nzuri. Kuna binadamu ambaye anachimba siku ya leo ama ya hakuna mtu ana, nani kachimba hili kam kabuli? Yes, tarudi hapa nyuma kidogo kuweka hivi. Naam, hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuweka saundi kama hivyo. Na ukishamaliza kupangilia saundi zako zote, ziwe za vichekesho ziwe za nini, unabonyeza hiyo sehemu ya audio. Sehemu ambayo mtu kasema neno la kuchekesha, unaweka saundi ya kuchekesha. Sehemu ambayo ni sehemu ya huzuni, unaweka huzuni. Hebu tizama mara baada ya kumaliza kuedit hizo so saundi video imekuwa kama hivi. Nani kachimba ili kaburi? Hakuna mtu yoyote hapa. Lakini kaburi imechimbwa. Aisa kuna binadamu ambaye amechimba siku ya leo ama la. Ila hakuna mtu wala hakuna mtuakusaanamt Nani kachimba hili kaburi? Nani alichimba hili kaburi? Kevo kevo, Wewe wewe si mimi na mimi ndo wewe, wewe wewe.

Nam, natumaini kubwa kwamba utakuwa umejifunza jinsi ya kuweka e, wanasema sound track kwenye video yoyote ile. Kama kawaida, mimi naitwa Sauti ya Sifa, wengi wanapenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa. Asante sana kwa kwa kuendelea kunifuatilia, asante sana kwa kunipa nguvu, kunisapoti katika video zangu. Hakikisha tu kama bado hujasubscribe, una subscribe ili uwe wa kwanza kupata video. Tukutane katika video zangu zingine. Bye.